Alhamdulillah, umdu kama anasali Abu Fatima, kabla hujaingia sala lazim ujue wewe umesema mbele ya nani. Sema mbele wa Allah mtukufu na nasali yeye sala uh, kwa ajili yeye. Sasa kama ujue unasema mbele ya Allah, lazima unasikia ushuru na utukufu, na utasikia dalili na utakuwa makini sana kawaida mtu kila mara ana sawa sawa, manake anaingia sala ni, ni fikira yake iko mbali hizo. Sitaki mtu wakati anaingia sala, ulekee sala, unajua anaongea na Mola wako, mm. E, kama hii wasiwasi kila mara anakuja kwake na anazidi ndani ya sala, sheria me, metoa ruksa upande wa kushoto amweke mate tatu ateme tatu, alafu asema aaendelee, lakini kama yeye anasali hajui hii sijui ya kwanza au ya pili, mara nyingi achukue ile ya chini, mbili au moja, achukue moja. hii tahiyatu ni misoma, ya soma, ya soma, soma. kama yeye bado uko chini mm. kama simama, asirudi, kabla salamu atasujudu, sujudu sahwa mara mbili. ya kama mtu anapata wasiwasi hii rakaa ya tatu, ya nne, ya tatu au ya pili, weka ya pili bora punguza, azidi kuliko kupungua. Naam.